na leo tunamaliza eh, sehemu ya pili ya mtu aliyeona ndoto za bahari katika zile ndoto thelathini ambazo tuliziandalia majibu tangu wiki eh, eh, tangu video ya nyuma ya hii. Na leo hii tutazungumza kuhusu ndoto ya mtu ambaye eh, ameona bahari ikipungua au kukauka. Kumbuka hii ilikuwa ndoto ya kumi na tano. Kuifasiri kwenye klipu iliyopita. Tunaendelea kutokea hapo, mtu aliyeona bahari ikiwa inakauka eh, au maji yanapungua baharini, hii ni ishara ya kupotea kwa mali, nguvu, heshima au hadhi mtu huyo. Nadhani nimefahamika vizuri, kwa sababu ni mada iliyojirejea kutoka kwenye klipu iliyopita, haihitaji ufafanuzi zaidi. Bahari yenye mito midogo midogo ndani Bahari ina mito midogo midogo ndani yaani, bahari yenyewe, lakini ndani kumekuwa na viji mto mto, nini hasa itakuwa ikijulisha ndoto hii? Mimi <laughs> nilimwahi kuwa mhanga wa ndoto hii kwenye masiku mengi yaliyopita. Uh, nimeona kwa muda ikijirejea, ikijirejearejea mpaka nikawa nafikiri kwamba je, ndoto hii nitaakidi kwamba inazungumza kwa, kwa msisitizo zaidi, kuna jambo linahitaji kufanya tafakari zaidi au ninalolifahamu ndio linaelezwa hivyo kama lilivyo. Uh, ndoto hii ikash, ikawa na ishara vile vile kama ambavyo uh, nitaifasiri hapa. Hii ndoto huashiria fursa ndogo ndogo au njia fulani fulani mbadala hivi za kujipatia riziki. Ndoto hii huashiria njia ndogo ndogo au vifursa fursa ambavyo mtu anaweza kuvitumia kwa ajili ya riziki. Mimi nilikuwa nikisisitizwa kipindi hicho kupitia ndoto hii kwamba, acha kuchukua fedha kutoka kwenye njia hiyo ya sasa, na amisha fikra zako, enda kwenye fikra nyingine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. nilipofanyia kazi tu ile ndoto ikakata na nikaanza kuona mirija mingine ikifunguka. Ndoto hii inaashiria hayo eh, kwa tafsiri ya pamoja pamoja Namba kumi na saba kuona maji ya bahari yakitoka kwenye mto, yaani kuna mto ambao unatiririsha maji maji yanatiririka kutoka kwenye mto na kuelekea baharini. Je, yeah, hii hasa inaweza ikachukua maana gani? Nini ambacho kinaweza kusemwa na ndoto hii? Hii ni ishara ya riziki inayoingia au baraka zinazokuelekea ni ishara ya kuelekewa na baraka au riziki zitakazo zitakazokuwa zinaingia kwako. masha Allah, hongera kwako uliona ndoto hii na Allah taala akujalie ndoto hii ithibiti, maana hapo tena wezi hapo angeaza kukudanganya, umeona maji yanaingia kutoka. Aise, yani unapyugwa vibaya mno, unabagazwa, unadanganywa, ukija na ndoto hii umevurugwa kwa mtapeli na kudanganya anaweza kukupiga pesa cha kwa haraka. Je, wewe ndoto imekustajabisha, ufahamu maana yake nini? Imekushtua, alafu mtu anakuambia ni uh, ndoto mbaya sana, kadha kadha wa kadha, yote tu apate chochote kutoka kwako. Ah, uh, ukweli ni huu kwamba ndoto hiyo inaashiria hayo. Namba kumi na nane. Mtu anaweza akaona akiwa anaogelea baharini na watu wengine wengi wakiwa wanaogelea kwenye bahari kwa pamoja, ndoto hii itakuwa inaashiria nini hasa? Hii ni jumla ya ndoto ambazo huwa zinaashiria mshikamano, ushirikiano, msaada au uhusiano wako wewe na watu wengine, uhusiano wa karibu baina yako wewe na watu wengine. Lakini mtu anaweza akaona ndoto ya bahari ikaja kwa maana ya kumi na tisa, kuona bahari eh, ikitawala mji au nyumba. Bahari ikitawala mji au nyumba, imezungukwa na bahari kila sehemu. Je, hii ni ishara ya nini hasa? Fahamu ndugu yangu kwamba ndoto hii inaelezea changamoto kwamba wewe aa, katika kipindi hiki utakuwa umezungukwa na changamoto kubwa zinazoweza kuwa za kifamilia au biashara au zitakazohusisha mali na kadhalika. Ndoto ya ishirini: kuona bahari yenye wanyama wakali mm. Bahari na wanyama wakali eh ndotoni, hapo eh, weka picha ndoshaota afu tafsiri yake, eh, yake hujui, ndio umeshaota hiyo ndoto na maana yake hujui. Hapo unaweza kidogo ukikutana na wezi weziapata peli kuchora kwanza, kuangalia asema eh, wewe ushaingia kumiaane za watu ndoto um, hii inaashiria hatari kubwa. Kuna watu wenye kuhitaji kukudhuru au watakupima nguvu. Sasa inaweza ikawa katika hali za uchawi au ikawa katika hali za kimwili. Unielewa vizuri eh? Inaweza ikawa fitna kazini eh? au ikawa fitna katika mambo yako mengine upande wa maisha. Hivyo ukiona ndoto hii, kwanza tuliza akili Sijui ukaambiwa jini mahaba bure. Oh, kuna watu ndoto kama hizi kionekana wao oh, ni jini mahaba tu na jini mahaba. Yaani hamna kitu kingine una jini mahaba. Sasa usije ukapigwa, sije ukadanganywa. Ndoto hii inaashiria kuwepo na kwa watu ambao wao wanataka kukupima nguvu eh, au kuna hatari kubwa mbele yako inakuhitaji wewe kujilinda, hivyo kuwa makini katika maisha yako tangu hapo na ukiona kuna ndoto ambazo zinaambatana na uchawi nyuma yake, basi inaweza ikadirisha kule. Ukiona ndoto kama hii inaashiria simba eh, ishara, ishara za simba zimeingia kwenye ndoto hii basi, basi huyo ni sheitani eh, ufanyiwe rukia, ufanyiwe dua, ili kudhibiti hali hizo. Lakini ndoto ya ishirini, ndoto ya ishirini <laughs> usishangae eh ndoto ya ishirini hiyo nimekwambia bahari yenye wanyama wakali unaweza kuona ba, wale wanyama wa baharini wale wanyangumi mapapa nini hivyo sio na hivyo basi ufahamu kwamba ndoto inakuhabarisha katika hayo lakini ndoto ya ishirini na moja kuona mwanga ukianza baharini halafu unakuja nchi kavu mwaka jana nimeulizwa ndoto hii hii ni ishara ya maelekezo sahihi hekima na baraka za kiroho kuwa makini sana na hiyo ndoto na uchukue tahadhari wa kueleza, kwani kuna maarifa ndani yake ambayo yanatupwa kwako wakati huo, na ni msaada huu wa kiroho ambao unakujia kwamba ndugu, eh, maelekezo haya ni sahihi, yafuate kutoka kwa malaika Sidikuna, eh, kutoka kwa maruhania au hikma, inaweza kuwa eh, elimu eh, na kadhalika lakini inaweza kuwa he, baraka za kiroho kuwa zinakumiminikia malaika na kusogelea, au maruhania, huenda ume, umeomba dua hii, kawa ndoto inakueleza kwamba ye ni majibu sahihi, ni majibu sahihi, utapata majibu ya kile ulichokiomba, ni ishara ya kujibiwa dua yako. Pia ndoto hii Ndoto ya ishirini na mbili: kuwa na bahari inazidi kuongezeka, inakuwa bahari inasogea, inasogea, inakuja. Hii inaonyesha changamoto. Ndoto hii huwa inaonyesha changamoto zinazoongezeka upande wako, lakini si lazima zikaishie vibaya. Inaweza ikawa changamoto zinazoongezeka kwako, lakini zikawa na maana nzuri. Inaweza ikawa ni changamoto zinazoongezeka kwako, lakini changamoto hizo mwishoni zikaisha vizuri si lazima ziwe changamoto zitakazo kuharibu kimaisha. Hapana. Kwa hivyo ukiwa ndoto hii usitishike, kwanza waulize watu wanaojua kuhusu ndoto, je, hii hasa inahusu nini, ili tukufahamishe. ishirini na tatu, kuogelea pwani, ufukweni mwa bahari, mule bahari ya kando kando, sio mbali ya maji, sio mbali ya maji, maji ya karibu, unaoga. Hii ni ishara ya kutokuwa hatarini, ni ishara ya kupata suluhu ya mambo au migogoro au kufanikisha malengo au kupata fedha. Sio fedha kwa maana ile ya uzali wa ipimo fedha zile za mapambo, hapana. Fedha kwa maana ya mali furusi hela. Namba ishirini na nne kuona watu wakitapika au kuumia baharini, ndoto hii inaashiria wasiwasi wasi au matatizo, mara nyingi ndoto hii inaashiria wasiwasi au matatizo yanayokuzunguka ndoto ya, ya ishirini na tano. Eh, kuona bahari ikibadilika rangi, ilikuwa nyeupe, sijui mara nyekundu, mara zambarau, mara sijui rangi gani. Hii ni ishara ya hali ya moyo, hisia au matokeo ya jambo fulani ambayo wewe eh, umekuwa ndani yake. Namba 26, kuogelea baharini bila mguu kufika chini. Hii inaweza kuwa na ishara gani? Inaonyesha kushindwa kudhibiti jambo. Utashindwa kudhibiti jambo fulani mm, um, au kuwa kwenye hatari ambayo isiyodhibitika kwamba utashindwa eh, kudhibiti mambo jambo fulani au kuwa kwenye hatari ambayo huwezi kuidhibiti. Kuona mwe, kuona mwewe au ndege juu ya bahari, hii ni ndoto ya ishirini na saba na maana yake ni ishara ya usalama, ulinzi wa kiroho au mtu anayekulinda ndio inaweza kujuzwa na ndege huyu ambaye umemuona akiwa majini. Namba ishirini na nane: kuogelea kwenye bahari ya chumvi chumvi nyingi sana. Unaoga baharini, bahari ina chumvi nyingi mno, hii inaweza kujulisha nini hasa? Katika ndoto hii inaashiria jaribio kubwa, jaribu kubwa ambalo linakuja kwako, au matatizo ya kiroho eh, au ya kimwili au kufanikisha malengo magumu, kwamba wewe unakwenda kufanikisha mambo fulani ambayo haya mambo ni magumu katika hali ya kawaida. Kwa hivyo wewe utakwenda kufanikisha jambo gumu, ipo hivyo. ishirini na tisa na thelathini. Ishirini na tisa, kuona pwani kutoka baharini, yani uko baharini, alafu unaiona pwani, ile sehemu ya nchi kavu ile ya ufukwe ile hii ndoto inaashiria eh, ishara ya nafuu suluhisho, au mwanga wa matokeo mazuri kutokana na mambo fulani fulani. Umeelewa vizuri eh? Eh, ishara ya nafuu suluhu katika mambo fulani au mwanga wa matokeo. Na 30, kuogelea baharini na kutulia, kuogelea baharini na kutulia akilini. Ndoto hii ni ishara ya amani ya ndani eh, mwongozo sahihi na kuimarisha imani. Ndoto ya kwanza ilikuwa a rough sea with the big waves, bahari kubwa ambayo ina mawimbi makubwa, na nikasema ndoto hizi symbolize the great challenges trials or problem surrounding you mwenyewe. Ndoto hii inaweza ikajulisha E, ikawa ni ishara ya uh, challenge nyingi nyingi, challenge kubwa, majaribu au tatizo kukuzunguka, au matatizo kukuzunguka. Sasa endapo itakuwa kwenye ili la mwisho problems surrounding you, ikiwa ni habari hii ya kuzungukwa na matatizo, fahamu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema la yaruddu alqadaru ila duaa, qadari hairudishwi. Maana hata kama uliona usingizini ukiambua linatokea ikiwa ni kwenye siku zile ndoto zinasema zimekuwa zina susi ni za ukweli, basi ndoto hii inakwenda kutokea la mahali, na ikiwa ni mtu wa kiruhani, ndoto hii itatokea bila shaka. Hivyo basi, fuata taratibu tulizoelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hata kama ikiwa ndoto nzuri, usisimulie kwa kila mtu, mweleze mtu mwenye faida, kwamba huyu nikimweleza ndoto yangu itakuwa sehemu salama. Aa, kwa kumaliza niwaambie zawadi wale ambao wanasumbuliwa matatizo ya kisheitani, majini, wanasumbua uchawi mwilini, dawa hii ni suluhu yetu pamoja. Dawa hii, dawa hii inaitwa rukia Detox. Rukia, detox tonic dawa hii ni dawa bora sana, huondosha uchawi mwilini e, usumbufu wa shetani. Ukitumia dawa hii shetani katika mwili wako kuingia ni changamoto, na kama ataingia, basi mambo yatakuwa ni tofauti sana upande wake, tofauti na aliyoyatarajia kwako. Hivyo basi, wakati unafanywa rukia, ni vyema ukipata kutumia dawa hii, ni mchanganyiko wa dawa arobaini na mbili za miti dawa zile za Kiarabu na hizi ambazo ni dawa zetu asilia. Lakini kwa watu wenye matatizo ya macho, zawadi yetu ni hii hapa. Hii ni zawadi hasa, hii ni zawadi hasa watu ambao hawaoni mbali, watu ambao wamekuwa na matatizo ya mishipa, wanaona ukungu eh? Dawa hii ni zawadi kutoka kwetu. Mwisho kabisa, tuwafurahishe wanandoa ambao wanatafuta mtoto kwa muda mrefu. Suluhu ni report clear formula kutoka hapa Hebo Light Healing Center kwa msaada wa kitabibu yeah. Tafsiri za ndoto na ushauri, usiache kufika kituoni kwetu Tabata Kimanga, Tabata Kimanga chama, uliza pale mtaa wa kichefuchefu au the place, ukiuliza kuelekea the place kabla ya mnara mkono wako wa kuume, kwenye huu mkono wa kulia utaona bango letu pale, Alkist Herbalite Healing Center tuko hapo. Ni kituo cha dua ushauri, pia ni kliniki ya tiba asili. Barakallahu li wa lakum, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa mpaka wakati mwingine tena. Nalmaaliljafari mtafasi kwenye kipindi kingine tena, maradhawa cha tafsiri za ndoto ilaliqa